Mama mjane, mama mjane, mama sinko, mama ambaye anajitahidi kabisa, amekopa loan 300000 Mama amekopa pesa afanye biashara ili alee watoto wake. Wewe mjinga, mpumbavu, unaenda kumwibia huyo mama, unampora kila kitu. Hauna huruma ndugu yangu, hauna maisha, hauna maisha na wewe uliomtuma huyo gun kuja kumwibia ule mama kumwibia ule mwanabiashara jamaa, amekopa loani zake, amejitahidi. Jamani, ameweka biashara, wone nendo namwibia. Sijafurahia kabisa kitendo ambacho kimefanyika juzi, na ni laana kabisa, na ni tabia mbaya sana, na ni tabia mbovu zaidi kwa nchi yetu ya Kenya. Sijafurahia kabisa, sijafurahia President Ruto. President Ruto tafadhali, hatutakubali maandamano Kenya tena. Maandamano za kipumbavu hatutaki. Ni juhudi yako kuhakikisha kwamba wakenya wanaishi kwa amani, wa Kenya wasisumbuliwe, na ni wewe utalinda wa Kenya yuu pumbavu, hatutaki kabisa. President Ruto, wewe ndio amri jeshi, tunakuomba kabisa. Wakenya waishi kwa amani. Wa Wakenya wapendane, Wakenya washikane, wafanye kazi kwa bidii. Yaani tunahitaji utajiri nchini Kenya. Hataki vita. Vita si nzuri, vita haikubaliki nchini Kenya, haikubaliki kabisa na hatujaishi kwa vita. Wa Kenya wanapendana kabisa na kila Mkenya, mind your own business. At this particular moment we, we are not going to mind our own business. We are going to mind your business. And For that business, we are going to deal with these people. Because why are you coming and disturb our business people, kwa nini unakuja unasumbua watu wetu? This This this is very wrong. This is very very wrong. wrong. Huyu mtu mtu amekopa loan amekopa loan bwana, anadaiwa. Anadaiwa hata mwenyewe kulipa kodi na balaa sana. Wewe unakuja kumwibia. Pumbavu, ajinga, nyinyi. We are not going to tolerate this. Hao, sikubali vitu kama hizo. Ate, Mr. President kindly fanya mambo. Fanya mambo kabisa. Wananiita Ba Mkubwa.